maadili na huduma kwa jamii. Dira yetu ni kuwa jumuiya inayotambulika kuwa na wanajumuiya wengi zaidi wanaoendeleza maadili ya shule za Al-Hikma kwa kushirikiana, kusaidiana na kushiriki shughuli mbalimbali za maendeleo kwa jamii inayotuzunguka. Dhamira yetu ni kudumisha mahusiano ya kudumu baina ya wanajumuiya kupitia programu na huduma mbalimbali zitakazowagusa wanajumuiya na jamii kwa ujumla. Katika mwaka huu uliopita tumefanikisha mambo kadhaa. Tumefanikisha kusajili wanajumuiya wapya wahitimu wa kidato cha nne wa mwaka 2024 katika shule wa ya wavulana ya Al-Hikma na shule ya wasichana ya Al-Hikma zote zilizo chini ya taasisi yetu pendwa kabisa ya Al-Hikma. Tulifanya mkutano mkuu wa mwaka ambapo tulitathmini miradi mbalimbali mbali na matukio ya mwaka uliopita Julai 2023 mpaka Juni 2024. Tukapitisha taarifa ya fedha na kuweka mikakati ya kufikia malengo kwa miaka ijayo. Kupitia tukio la iftari, tuliweza kuchangisha na kutoa iftari kwa zaidi ya familia 80 zilizo katika mazingira magumu katika kijiji cha Sotele, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani, na kufikia asilimia 83 ya lengo letu la, uchangi, la uchangiaji. Katika sikukuu ya Idul Al Adha tuliendesha mradi wa kuchinja mbuzi tisa walichinjwa kutokana na michango iliyokusanywa na wanajumuiya na ng'ombe wawili kutoka kwa wafadhili na kusambaza nyama kwa familia tisini maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kama vile maeneo ya Mwanagati, Buza, Tandika, Temeke pamoja na maeneo ya Tabata. Pamoja na mafanikio hayo, bado tunakumbana na changamoto hasa ushiriki mdogo wa baadhi ya wanajumuiya, hali inayosababisha ukosefu wa fedha za ndani ambapo kwa sasa chanzo chetu kikuu ni michango yetu wenyewe wanajumuiya. Tunatoa wito kwa wanajumuiya na wasio na jumuiya kushirikiana nasi, kwani ndege ipo katika hatua ya kuruka. Tunataraji mambo makubwa mbele, insha Allah. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa taasisi yetu mama Alhikma chini ya usimamizi wa mkurugenzi mkuu Sheikh Nurdin Kishki. Pamoja naye ni ndugu zetu ambao mara kwa mara wamekuwa wakishirikiana nasi kufadhili miradi mbalimbali tunayoitekeleza sisi kama jumuiya: Moyes Store, Al Capri, Auto Spares Bin Makungu Traders, Shamjo, TSDF. Bila kusahau wanajumuiya wenzetu ambao wanatoa michango yao kwa moyo mmoja. Kwa mwaka ujao wa Julai 2025 hadi Juni 2026, tunatarajia kustawisha matukio yatakayoimarisha na kuendeleza umoja baina ya wanajumuiya. Pia kuongeza ufanisi wa miradi yetu ya kijamii na misaada ili kufikia watu wengi zaidi na kuanzisha miradi mingine yenye athari chanya kwa jamii. Kwa kumalizia, tunasisitiza tena dhamira yetu, kukuza mshikamano na kuendeleza maadili tuliyorithishwa na taasisi yetu ya Al-Hikma. Tunamwomba Allah atubariki na atakabalie jitihada zetu na atuongoze kwenye mafanikio makubwa zaidi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kishki TV, nuru ya dini yako.